Baadhi ya watu wanaamini kwamba enzi ya redio imekwisha, lakini je, njia hiyo ya kupashana habari imekufa au imebadilika tu? Redio inaporomoka zaidi, na nguvu yake inapotea na mitandao ya kijamii inachukua nafasi kubwa sana katika kupeleka taarifa na watu kupata taarifa kwa muda mwafaka. Watu wengi sana wanapendelea mitandao ya kijamii na sio redio. Japokuwa redio bado ipo, lakini inatumika sana hasa vijijini. Redio bado ina nguvu kwa sababu bado ni miongoni kati ya vyanzo vinavyoaminika vya habari na hamasa nyingi zinafanyika katika redio alafu zinakuja katika social media, kwa hiyo social media zinazoaminika ambazo zinamilikiwa na redio yani vyombo vya habari tofauti tofauti. Leo tarehe 13 Februari, dunia inaadhimisha siku ya redio. Lakini swali muhimu ni je, redio bado ina nafasi katika zama hizi za TikTok, YouTube na podcast? Wapo wanaosema vijana hatusikilizi tena redio, lakini ukweli ni huu: imehama kutoka redio za zamani ikaingia kwenye simu zetu, aplikesheni na hata podcast. Leo unaweza kusikiliza kipindi cha redio ukiwa popote pale ulimwenguni kupitia intanet. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema redio na akili mnemba, yani AI, na katika zama hizi za kidijitali unaweza kusikiliza kipindi chochote kile cha redio kilichopita kupitia majukwaa ya kidijitali na mitandao ya kijamii. Hali kadhalika unaweza kushiriki mubashara kidijitali kwa kutuma ujumbe au kupiga simu moja kwa moja. Katika maeneo mengi tu duniani, redio bado ni sauti ya jamii, chanzo cha habari, jukwaa la mijadala na inatumika kupaza sauti za watu wa kawaida. Vipi, mara yako ya mwisho kusikiliza redio ni lini? Hebu tujadiliane hapo kwenye comments.